Vigelegele vya walio hai, haleluya! Karibu kwenye kiti chako bwana, apewe sifa, jina la Bwana libarikiwe, haleluya! Kwa kweli moyo wangu una furaha kiasi kwamba nashindwa hata nianze wapi. Bwana apewe sifa. Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kweli muumba mbingu na nchi ameniwezesha. Kwa maombi yako uliyoyaomba, nami nikiwa nakuombea, nimeona Mungu akitenda mambo makubwa, na maombi yako hakika yamefika kwa Mungu na Mungu ameyajibu. Ninaamini hiyo neema inakuwa juu yako pia, na hiyo baraka iwe juu yako pia. Mungu akukuze na kufanye kwa wajuu sana hata pale ulipokuwa unajiona wa chini, kuanzia leo badilisha kauli zako, we ni wa juu sana. Mungu amekukuza sana sana sana, amekupa neema. Hakika nimeomba, nimeona maombi yako yakifanya kazi na Mungu amekurehemu kabisa na amekutakasa na familia yako yote. Mungu ameturehemu na kutubadilishia kabisa maisha yetu na kutufanya kuwa mapya. Ningesikia wale waliokubali kurehemiwa wakimshangilia Bwana. maana imeandikwa akusamee makosa yako yote na akuponya magonjwa yako yote. Kama unaamini umerehemiwa, manake na magonjwa yote unaoyajua na usiyoyajua Mungu ameyafuta kwa jina la Yesu. Ongeza makofi mengine kwa Bwana, aleluya. Ni mshukuru Mungu kwa ajili ya kwaya zetu, ni kwombe uketi kwaya zetu zote uimba siku ya leo kwangu ni burudani kubwa sana na mbele za Mungu ni furaha. Tuwashangilie waimbaji wetu wote.